Salamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Leo nataka tuzungumze kuhusu Jeffrey. Kini before ya kuanza kwa Jeffrey, nataka nizungumze na vijana wenzangu. Yo, we kijana unanitazama, acha maisha ya shortcut, ume, acheni shortcut, inaponza idadi kubwa ya wanaume ambao tunabishana nao sasa hivi wamevaa suruali tu lakini maumbile yashaharibika. Napenda kula vizuri eh? Eh, taumia. <laughs> Nataka niwaambie kuhusu Jeffrey. Guys, Jeffrey ni moja kati ya binadamu ambaye amesumbua dunia ameharibu dunia kwelikweli, na Jeffrey ni moja kati ya kiumbe ambacho kimetengeneza ushawishi wa ajabu wa kishetani. Pesa ina tabia moja, ina tabia kukaa sehemu safi tu. Pesa haijawahi kukaa sehemu chafu hata mara moja. Ukiona pesa inakaa sehemu chafu, nguvu kubwa sana inatumika kuidhibiti ile pesa isiondoke lakini si asili ya pesa, ni sehemu safi. Wanaomiliki pesa wananielewa. Kama unajua kumiliki pesa kunielewa. Kusema pesa inakaa sehemu safi kidogo ni ngumu. Ndio maana watu wengi wachafu, pesa zinaondoka kwao. Ukiangalia wale waliofilisika ni wachafu <laughs> naongea kokodi <laughs> sasa Sa. Jeffrey ni moja kati ya kiumbe ambacho kimesumbua sana dunia kimeacha uchafu mwingi hapa duniani wengi wanaamini jeffrey hajafa amekufa we chezea mwenyezimungu mwenyezimungu ameshazungumza kulu nafsi lizali katul mauti kila aliyezaliwa na mwanamke ni lazima atakufa tu siku zake za kifo zinakaribia zinahesabika wakristo anasema sasa kwa jeffrey nataka nikupitisha kidogo uweze kumfahamu ni moja kati ya generation chafu kabisa ambayo imefika kwenye hii dunia kwa ajili ya kuja kuharibu dunia. Ametengenezwa na watu wasiopenda dunia. Jeffrey alitengenezwa toka angali mdogo, ni urisi kutoka kwenye koo yao. Jeffrey yupo katika chama cha ajabu ambacho kinatumia matumizi mabaya kabisa ya nguvu za asili ya uchawi. Kuna uchawi wa aina mbili, kuna uchawi ambao unatumika sana Europe. America maeneo hayo wanatumia zsehem io ya kuna uchawi wa hapa kwetuafrika u uchawi wa afria unaanza kuharibu generation yetu kwa ugai wanaume wanakuwa mapunga. Nini na nini sasa hivi nd naanza kutumika hapa kwetu. Simple. Lakini baadaye una mahara. Sasa nikwambie kuhusu Jeffrey. Jeffrey, ni jamaa ambaye alikuwa anatazama mtu na alikuwa na nguvu, ana maono ya kumwona mtu mwenye nguvu, kwenda kumuingilia, kumshawishi, kumtengeneza, kumfanya yani aweze kuamini energy yake haiwezi kuisha tu inaisha. Jeffrey alikuwa anatembea na fam anatembea na na ni kama fam, unajua watu maarufu, umaarufu wao ni fam ile. Fam ni namna gani inaweza kukufanya ukakaa sehemu yoyote watu wakakupa hai, wakakufanya nini? Jemfrey alikuwa na nguvu hiyo ya kukutengenezea fam dunia nzima ikakuelewa. Nategemea tu nawe mwenyewe, masharti gani utakubali utakataa. Didi wengi, wengi, wengi sana kama didi Jay-Z, uh, uh, Kanye West, 50 Cent, uh, wote wamekutana na haya mambo lakini didi ni top didi. Alikabidhiwa nafasi ya kujaribu dunia Jiga mwenyewe Ndo huyu unamwona jige naye amekimbia Amerika sababu ya hichi kitu ambacho kinamtafuna, wale viongozi wakubwa duniani, wapi wapi wapi, hadi huko masaudia sio wapi, Jeffrey amepita nao, pita nao. Pita nao. Pita nao, na anafanya hizi pati zake kimya kimya kimya kimya, lakini Mungu alishasema ukifa, yani ukiua kwa upanga, basi na wewe lazima utauliwa kwa upanga. Sasa ndo kilichomkuta Jeffrey. Jeffrey amekufa kinyama sana gerezani. Wengi wasiofahamu faham wengine wakasema maigizo na nini, lakini Jeffrey, ni kweli umri wake ni mkubwa sana, alafu tayari mambo alishamzidia, kwa sababu yule pia ameumbwa na Mungu. Mungu hakuna binadamu special ambaye amembakisha hapa ataishi milele, japo ukitaka hayo mambo utakaa muda mrefu kadi unavyokitaka unajua, Mungu anampa mchawi muda mrefu sana wa kuishi, kwa sababu ya dhambi zake zile. Sana anahitaji unahitaji, unachukua hizi, inawezekana ukachukua energy ya mwenzako ukaitembelea hiyo, inawezekana kuna watu wana uwezo wa kufanya hayo mambo kupitia ushirikina, wana ufanya. Ushirikina ni mbaya sana. Sasa vijana wengi wanatamani maisha ya shortcut ushirikina. Ushirikina ndio unaenda kuwafanya wanaharibikiwa. Kuharibikiwa kwao sasa kunaleta madhara kwenye familia. Unajiuliza, huyu kapata wapi pesa? anaendesha gari, michongo yake ni ipi? Basi angekuwa drug killer ni yupo tu, afu ukimwangalia mbona anapiga pigo za kimama, ashakuwa mama. Kumbe anataka pesa, shataka pesa, anataka pesa. Hakuna, akuna freemason, hakuna nini, au anaendaga kwa waganga, afa maswala kuana uana, akuna kidole juu mpasi hai Ataki kwenda kubeba wallpot, ataki kwenda kubeba zege, ataki kwenda kuanzisha mradi maybe akalime shamba. Matokeo ya chap, matokeo ya chap.